u utumishi wa umma Felix Koskei amewataka makatibu wa wizara wakuu wa mashirika na mashirika ya serikali kuzingatia kikamilifu kukamilisha miradi ya maendeleo ifikapo mwaka 2026 ili kutimiza ahadi ambazo serikali ya Kenya kwanza iliwapa Wakenya. Koskei anasema kila idara na taasisi lazima ieleze kile kilichosalia kufanywa ili kuhakikisha kuwa miradi hiyo imekamilika. Koskei alisisitiza kwamba hatua za serikali katika utoaji na utekelezaji wa huduma lazima zionekane na Wakenya wote alikuwa Uh, kwenye dhifa ya watumishi wa umma jijini Kisumu. 2026 cannot be a year of launching new initiatives. Instead, it must be a year of completion, consolidation and laser-focused execution. We must finalize the commitments we made in 2022 and deliver them with clarity, discipline, and transparency.